ishirini na nne na nikianza moja kwa moja katika gazeti la habari Leo, katika ukurasa wake wa mbele, anayerekodi wanaochukua sheria mkononi kuzawadiwa. Hii ipo katika ukurasa wa nane. Uhuru ni kazi tu, rais Magufuli aagiza sherehe za Desemba tisa zifanyike mahala pa kazi, habari inapatikana ukurasa wa nane. Sefue asema madaktari serikalini kudhibitiwa, pia nayo ipo katika ukurasa wa nane. Kuna habari picha inamwonyesha balozi kiongozi katibu mkuu kiongozi balozi Ombeni Sefue akipewa maelezo kuhusu maendeleo ya ukarabati wa mashine ya CT scan iliyopo hospitali ya Muhimbili. Gazeti la Uhuru, Magufuli moto apiga stop sherehe za uhuru. MSD yamuru yaamuriwa kufungua maduka ya dawa kila hospitali. Muhimbili, Philips zaagizwa kufufua MRI haraka. Atoa vigezo kwa safari na mafunzo ya nje ya nchi. Tehama kwa matumizi binafsi marufuku. Wakili Mwale achiwa huru, akamatwa tena, kupandishwa kizimbani Arusha leo. CCM yazua majimbo ya Ulanga na Lushoto. Gazeti la Raia Tanzania, Dakta Magufuli, uhuru ni kazi, aagiza maadhimisho ya mwaka huu yatumike kufanya kazi, utaratibu wa kawaida kuanza tena sherehe za mwakani. Habari ipo katika ukurasa wa nne. Taharuki Chadema, mtoto wa kigogo asahaulika nafasi za viti maalum. Hatima ya mazishi ya mawazo mikononi mwa mahakama. Walionusurika tupelekeni Bugando. Habari zipo katika ukurasa wa nne na wa tano. Gazeti la Nipashe. Ting, Loasa wapiga chenga ya mwili polisi Kahama. Tingatinga la Magufuli kuzoa vigogo taasisi kumi na nane afuta gwaride ataka usafi sherehe za uhuru ni Raisi Dkt Magufuli. Maalim Sefu Dkt Sheni kutetea Zanzibar kuteta tena leo Zanzibar. Habari zinapatikana katika ukurasa wa tano na wa sita wa gazeti la Nipashe. Gazeti la Majira: Magufuli asitisha shamra za uhuru, agiza siku hiyo itumike kufanya usafi wa mazingira. arasi ambaye atakiuka agizo kuchukuliwa hatua sefue atoa siku tatu. Mashine za MRI na CT scan. Mauaji kigogo wa CHADEMA uamuzi leo, ulinzi kila kona. Habari ukurasa wa nne gazeti la Mtanzania. Rais Magufuli yafuta sherehe za uhuru, asema zitaadhimishwa kwa wananchi kufanya usafi, akerwa na kipindupindu. Wasomi wazungumzia uamuzi huo. Kuna habari picha inaonyesha: safisha vishoka, TRA DC mbunge kuhojiwa TAKUKURU kesi ya marehemu mawazo ya tinga kortini. Habari ukurasa wa tatu. Na nikimalizia gazeti la Jambo Leo, Dakta Magufuli wafuta sherehe za uhuru, mamilioni ya fedha kuokolewa kutatua matatizo mengine, mkoa utakaokuwa na kipindupindu viongozi kunyoshwa, sherehe hizi zitaadhimishwa kwa, kwa usafi siku hiyo. Vigogo wapigana vikumbo waziri. Ikulu yawatikisa wafanyabiashara yawaandikia barua ikiwataka wajieleze moja mmoja waliomilikishwa viwanda, mashamba, matumbo moto. Habari ukurasa wa tatu, na Muhimbili nayo yapewa siku tatu. Habari inapatikana katika ukurasa wa pili gazeti la Jambo Leo. Na nikimalizia habari za michezo kwa haraka haraka, Kili Stars Zanzibar hiro majaribuni leo Challenge, hatma ya safari ya Arseno kumi na sita bora Ulaya leo. Gazeti la Mtanzania, mavugo ndani ya kumi na nane Simba, Kili Stars Zanzibar hiro kibaruani. Gazeti la Majira. Lauditi Mavugo aendelea kuyumiza kichwa Simba. Maguli msinilishe maneno. Gazeti la Nipashe Kilimanjaro Stars mwendo mdundo, ligi ya mabingwa Ulaya afikia patamu leo. Gazeti la Raia Tanzania michuano ya Challenge Bara, Zanzibar kusaka pointi tatu muhimu. Minziro aibukia African Sports na Uhuru nalo Kili Stars kanyaga twende kiongera kamili Simba. Na nikimalizia gazeti la Habari Leo Kilimanjaro Stars karata muhimu leo. Matola atua rasmi Geita. Majeruhi Zanzibar Uganda uwanjani. Hivyo ndivyo ninavyokamilisha dondoo za magazeti, nikurudishe tu kwake Rahel Muhando. Kwako Rahel.